tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo ndo tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa gwajima naizi. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajima naizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Unajua kule Zanzibar kuna mtu aliimba mcheza ngoma si yake lazima ataharibu